Kuna changamoto ya mabinti wa vyuo vikuu kukosa elimu ya afya ya uzazi na udhibiti wa ngono isiyo salama katika safari yao ya elimu ambayo inatusababishia sisi kutokufikia malengo yetu ya ambayo yametupeleka katika mazingira ya kusoma jambo ambalo wengi wetu wanaishia kupata mimba zisizotarajiwa wanaishia kuingia katika ndoa zisizo rasmi, wanapata magonjwa ya zinaa ikiwemo kaswende, gonorea, tunapata pia na ukimwi. Na unakuta mtu anamaliza chuo kikuu alitegemea aliche, kumaliza elimu yake akiwa na furaha, lakini anamaliza ili kupata degree, au kupata cheti chake au kupata diploma yake, lakini akiwa na msongo wa mawazo. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo sisi mabinti wa vyuo vikuu tunaipitia. Kutokana na changamoto hii, sisi mabinti wa vyuo vikuu kupitia kampeni hii ya Mama Asemewe tunamwomba Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan aone umuhimu wa kuanzishwa ama yeye mwenyewe aanzishe taasisi itakayokabiliana na changamoto ya ukosefu wa elimu ya afya ya uzazi kwa mabinti wa vyuo na vyuo vikuu kama ambavyo nimeeleza hapo awali. Na ikimpendeza Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan tungependa sisi kama mabinti wa mama asemewe kupendekeza jina la taasisi hii. Tungependekeza taasisi hii iitwe Binti wa Leo, Samia wa Kesho Foundation. <laughs> Ndugu waandishi wa habari, sisi mabinti wa vyuo vikuu kupitia kampeni hii pendwa ya mama asemewe, kwa akili zetu timamu, bila kushirikishwa na mtu yoyote, tumeamua kusimama na mama, tumeamua kumsemea Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na tumedhamiria kwa dhati ya mioyo yetu kuwa siku ya kesho tarehe nane Machi tutajiunga rasmi na Chama Cha Mapinduzi, ambacho ambacho chama hichi cha mapinduzi kina muundo na mfumo ambao unathamini na kulinda ustawi wetu mabinti na wanawake wote kwa ujumla. makofi kwa chama chetu cha mapinduzi. Ndugu waandishi wa habari, tunatumia wasaa huu kuipongeza au kukipongeza Chama Cha Mapinduzi CCM kwa kuendelea kuamini katika uwezo wa mwanamke hadi kufikia hatua ya kumteua tena mwanamama shupavu jemedari Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa kiti cha uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama hicho. Na sisi kama tulivyotangulia kusema, tutamuunga mkono na tutasimama naye mpaka akieleweki mwisho kabisa, mwisho kabisa. Ndugu waandishi wa habari tunapenda kumpongeza mama yetu shujaa wetu anayetufanya tutembee kifua mbele Mweshimiwa Daktari, ametuheshimisha sisi kinamama, ametuheshimisha sisi mabinti, na anatufanya sisi, ile dhana iliyokuwepo, dhana potofu kwamba mwanamke awezi kuongoza, sasa hivi mwanamke anaweza kuongoza na ameongoza kwa vitendo, sote tumeona hivyo basi. Hivyo basi tunampongeza sana Mweshimiwa Rais wa jamhuri ya muungano wa, wa muungano, Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuheshimisha wanawake kutokana na kazi kubwa ya kuleta maendeleo ambayo anaifanya katika taifa kwa maslahi ya wote. Kwa sababu hiyo, sisi mabinti tutafanya kila linalowezekana kuhakikisha taifa letu linabaki salama katika mikono ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan Oktoba ama Novemba 2025. Jamani, nikisema mama, mitano mitano tena. Mama mitano mitano tena. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu mbariki Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Basi nitumie wasaa huu kuwakaribisha mabinti wote wa mkoa wa Mwanza na mikoa jirani kushiriki katika kongamano hilo linalotarajiwa kufanyika hapo kesho tarehe nane ya mwezi wa tatu katika ukumbi wa bwalo la jeshi Nyegezi Kona. Kwa namna ya pekee, tunafurahi kuwaona mabinti wa leo wakililia na kudhamilia kushika dola kama mheshimiwa Samia Suluhu Hasani. Mama ametupa nafasi kubwa, ametupa mwongozo, ametupa njia sisi mabinti tunasema, tutapita alimupita mama. Karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana mabinti, nyinyi ni Samia ajaye, hasanteni. Palipo na mafanikio ya mabinti hapakosi pia mafanikio uwepo wa wanaume. Hivyo kwa nafasi hii inawakaribisha pia hata wanaume na vijana wote wa kiume kuhudhuria katika kongamano hili. Kongamano hili linakuja kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassani katika namna ya kuhamasisha mabinti kuwa viongozi wa leo lakini pia kuwa viongozi wa kesho. Mheshimiwa Rais amekuwa ni mfano mzuri wa kuigwa katika Tanzania, lakini pia katika kizazi cha sasa. BMG, pamoja daima!